Bwana, mm. Yanga Max Nzengeli. Mm. Nzengeli hadi Simba wanamtaka kwa sababu ya ubora mm. wake. Huyu mm. a Nzengeli kama vile ni mchezaji ambaye haimbi, lakini kazi anayoifanya ni kubwa sana. Mm. Unadhani Max Nzengeli kwa sasa kwa upande wa wachezaji wa kigeni wanapaswa kuwa most paid? Unajua Bwana Devi nashukuru sana kwa kuniuza hili swali kwa sababu huyu dogo mwaka 2021 niliwahi kum, kum, kumsema mwaka kipindi hicho yuko Maniema. Mimi hata hata sijasikia tetesi za yeye kuja huku, nikasema kuna mchezaji huko Maniema Union anaitwa Maxi pia Nzengeli yeah. Wamfuatilie kama jana ambavyo nimeposti kwenye peji yangu, kuna anaitwa mwamba anaitwa Memel Raouf Dao, nikasema watu wamfuatilie. Ndivyo ambavyo niliandika kwa huyu Maxi Nzengeli, na huyo mwingine umeshamuona tayari eh huyo Raouf Dao, huyo nimemwandika watu watamfuatilia, ila huyu Nzengeli niliwahi kumtaja mm. na msimu ule aliweza kuwa MVP sio unanielewa, wa ligi ya Kongo Kongo. Hmm. Sasa hichi anachokionyesha habahatishi, nafikiri hata mzee wangu azimdeu jasha aliwahi ayiku... e, kusema kwamba wachezaji kama hawa wanabidi wapewe uraia waisaidie timu kwa, kwa e, hiyo e, huyu ni mchezaji mzuri ha. Na leo na mchezaji mzuri kama yule anavyokuwa kwenye fomu, usimwachie nafasi, atakuadhibu tu, we unamwangalia anakokota mpira na nini hakuna ile harassment unajua, kuna, kuna wachezaji wengine, kwa mfano kuna timu zingine wakiona huu mchezaji yupo kwenye threat leo, yupo kwenye kiwango kizuri, wanaweza yani wakakuharas kwa namna yoyote, kama hawawezi kukukabili, wanaweza hata kukusukuma sukuma. Lakini leo alikuwa anapata uhuru, unajua ile uhuru ile ndio alikuwa anamfanya leo Maxi Nzengeli na amestahili kwa man of the match. Yeah. magoli yote matatu ame, amepita kwenye ramani yake mawili, kafunga moja ame, amelitengeneza kwenye progression. Yeah. umeelewa, kwa hiyo E, kwa upande wangu mimi nimevutiwa na kiwango chake na ni mchezaji mzuri sana. Akipata nafasi ya kwenda Simba kama mzee wako mzee Azim Deuji ambaye analia kila siku anamtamani sana na unajua, mzee Azim yuko vizuri mfukoni, anaweza akasema bwana, mimi sitaki e, Mohamed Deuji aingie mfukoni ya msajili Max, mimi mwenyewe tunapambana, ni msajili Max Nzengeli anaenda kuchukua nafasi pale, kweli? Ah, unajua nilikuwa ndo nataka nisubiri hilo swali, kwa sababu hiyo inaleta mkanganyiko. Simba anaweza asicheze huyo yani kwa kupata nafasi yani kwamba starter yani first 11 lazima yeah. Sio rahisi kwa sababu kama ataenda kutumika kama winga maeneo ya mawinga sidhani kama anaweza akawa na nafasi, kwa sababu kuna Kibu, kuna Elie Mpanzu. Labda mtu aseme namba, unajua sisi tunakimbiaga kwenye namba. Kibu ana namba gani? We Kibu unamjua vizuri Kibu. Kibu, namjua we, mbona wote sasa ni mafaita? Mimi naona Max yeah. Fighter Kibu fighter Kibu ni fighter zaidi ya Max, ana kipaji lakini lakini Kibu na kipaji unajua... e. kwa, kwa, na Maxi e. mm. na yake yake ata cover distance mm. kubwa, atapokonya mipira na nini, lakini eneo mm. la mwisho mm. atashindwa kukupa ile end product yake, ndio ndio lakini Maxi mpia zengeli atakuofa vyote, ataenda kuchukua mipira na bado end product atakupatia. You, go to start with you. Kwanza in, inauanda ina mpana ndugu yangu kufunga, kufunga goal. Mm -hmm. Sawa weka maik hapa niongee. Iko hivi eh? Inauanda yeah. Mpana. Sawa watu wasichukulie end product ni kufunga na kuassist. Sio kweli. End, end product maanake ni kitu ambacho unaki ki offer mm -hmm. Eneo la mwisho mm -hmm. Kuna eneo umetaja kote, lakini kuna eneo hujalitaja uh -huh. Kibu ana create yes. nafasi kucreate nafasi, maana yake kutengeneza nafasi. Kutengeneza nafasi kupo kwa aina mbili e, unaweza ukatengeneza okay, nafasi ukamprovidea uh -huh. mtu akafunga aka goli, si unanielewa bwana devi yeah. Yani unaweza ukamtengenezea okay, mtu akafunga okay, goli hiyo tunaita assist, ila unaweza ukamtengenezea okay, mtu nafasi yeye mwenyewe kwa uzembe wake akakosa goli. Tafsiri ya haraka haraka ni kwamba oh, wewe umecreate big chance ila yule ameshindwa kukupa wewe assist oh, kwa sababu hakufunga. Now I get you. Eh. Sasa kama yote hao unasema na Kibu si anayo hayo? Max anayo. Max Nzengeli anayo, lakini nikasema nika unajua sio kwamba si anayo. Ngoja sasa wachezaji wote si wanacheza eneo moja. Maana lazima wawe kuna vikarakta wanafanana, ila tunachoangalia ni nani yupo vizuri zaidi kwenye ut ut okay, utekelezaji. He can play, yani ni kama versatile, anaweza kacheza namba nane, mm, beta anaweza kacheza namba kumi pia. Huoni kama unapokuwa na aina ya wachezaji kama hao, unaweza kum switch Maxi katika nafasi zingine na akakuofa zaidi. Kachana na maeneo ya mawinga hawa kwenye ambao tayari kuna Mpanzu, tayari kuna Kibu Dennis, eh, na namba kumi Simba bado kuna shida hiyo, eh. Jean Charles ni one of the best, lakini unamuona kwenye matukio, umuoni akitengeneza progression ya team kwa ujumla, mm. Wake ile haiji kwa bahati mbaya, yani watu washindwa kuelewa hiyo haiji bahati mbaya ile ni kwa sababu ya system ya Simba na ni kuna nzuri nizuri. Nizuri, kwa sababu ngambie kitu kimoja baadevi na, na wasikilizaji pia na watazamaji wako, niwaambie kitu kimoja, Simba aina yao ya magoli wanaofunga inamhitaji Jean Charles Ahoua kuliko namba kumi mwingine yoyote ambaye anakaakaa na mipira, kwa sababu Simba wanapiga pasi kwa wastani katika mabao yao ambao wanafunga kupitia eneo la katikati ya kiwanja chini ya pasi tano katika mabao yote ambayo Simba wamefunga eneo la kupitia progression ya eneo la katikati ni mchezo dhidi ya Fountain Gate peke yake ndo alipiga pasi sita mpaka wanafunga goli. Kwa hiyo maana yake ukimleta mb... namba kumi ambaye hawezi kucheza katika hiyo system ya kuachia mpira immediately mpira anapopua mpira atashindwa kuchukua ile nafasi, na, na ndio maana nikasema m... e, ule jancha lea hua kwa macho ya kawaida kwa mtu mwenye, mwenye uelewa mdogo wa soka anaweza akajua huyu amna mchezaji, lakini sikufich chukua mtu yoyote mwenye kipaji cha, u, cha u scout au scout ambaye amesomea by professional ukamwekea yule sawa, ukamwekea Jean Charles Ahua pamoja na kiungo wako wewe unaomtaka wewe Max, ah Max si ndio haya, yeah. Kuna possibility kubwa scout akaondoka na Jean Charles Ahua, kwa sababu ana master ile technique na scout anaangalia vitu vingi, yeah. Kwa mfano mimi naenda kumpeleka huyu mchezaji timu fulani, hiyo timu inatumia ina uchezaji wa aina gani, na huyu jamaa nikimweka hapa, je, atanipa kile kitu ambacho kutokana na aina yake ya uchezaji atanipa kile kitu unachokitaka? Kuna mwingine ataondoka na Maxi, kama timu ambayo labda inacheza inapenda sana kukaa na mipira ku, anataka mtu ambaye ana zile ball carrying ability, maana lazima utamchukua Maxi. Lakini we all talking here about football, si ndio? tunamwongelea playmaker ambaye, kazi ya playmaker kila moja anafahamu, kazi ya playmaker ni kusambaza mipira, kutoa mm. pasi za mwisho ambazo kurahisisha kazi mm. ya forward au striker wa, mm. wa timu yako, sijui unaelewa vizuri mm, lakini ukijaribu kuangalia namba ambazo um, consideration ya, ya, ya, ya, ya Jan Chazea huwa mpaka sasa ame involved kwenye goli kumi na sita sijui unaelewa vizuri mm, ambapo yuko nyuma ya Prince Dube kwa goli moja mm, lakini hapo utaona asilimia kubwa ya assist zake ni kwenye hizo set pieces mm. Lakini pia utaona namna ambavyo hata magoli yake aliyofunga mengi ni ya penalti, free kick na mambo kama hayo mm. Kitu ambacho sio tu kawaida, hata kwa mchezaji mwingine ni ngumu kile anachokifanya Jan Chaaza huwa mm. Lakini namna ambavyo anakonsida kutengeneza magoli katika eneo lake la mwisho mm. bado kumekuwa na ugumu huo kwa ma kwa mafuadi wao mm. Huoni kwamba bado kuna usaidizi wa, wa playmaker anohitajika zaidi pale Simba kuliko Jan Chaaza huwa, ama hiyo system tu itakuwa ina mabana mpaka lini? sababu kama namba ya magoli haipatikani kwa njia rahisi mm. bado una playmaker pale ndani na unamtegemea huyo huyo mm. huoni kwamba utapata wakati mgumu hasa unakutana na timu ambayo inacheza low block na mambo kama hayo? Kwanza nataka nikujibu swali lako kama ifuatavyo. Nijibu, playmaker sio namba kumi. Playmaker ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuchezesha wa kuchezesha timu mm -hmm. anaweza asiwe namba kumi vile vile. Mm -hmm. anaweza akawa fullback. Nafikiri Liverpool unaifuatilia Trent Alexander-Arnold di katika kipindi cha Jurgen Klopp alikuwa yeye ndio playmaker wa timu. Na assist zake nyingi alikuwa anazitoa, vipi design hizo unazosema, ikitokea kuna mpira wa free kick, set play anapiga mkunjo ndizi. Watu wanamalizia. Kwa hiyo usidharau hiyo wa kusema kwamba hizi cross hapana. Cross zile as long as zinaenda kuisaidia timu kupata mabao, sio kwa bahati mbaya. Na watu, kwani hizo hizo crosses au hizo set play ambazo zinatokea zinaikuta Simba tu? timu zote wanapata, ila zingine zinafunga, lakini hawa wanashindwa kuzifunga, sio? Umeelewa? Kwa hiyo hiyo ni ability yake. Kila playmaker ana ability yake. Kuna playmaker anaweza katokea kwenye eneo la namba sita, wanaitwa deep lying playmaker, maanake anaweza akatoa pasi ya kueleweka kutoka eneo la chini kwenye build up phase mpaka kumfikia mshambuliaji. Kwa hiyo ukiniambia Simba wanahitaji playmaker, nitakujibu inategemea na eneo gani Simba sasa hivi, ambaye yote hayo anayo, anayo of course. Ability ya ability ya, aa, sasa hamna mchezaji mwenye ability ya kila kitu. Kuna vitu ana miss, kuna, kuna vitu ambavyo yeye vina, vinavyo miss havimfanyi yeye kuwa mchezaji wa kawaida pale ngasema mimi kwa upande wangu. Kwa ninavyoona ile Simba ilivyo establish Umenelewa, anaweza asiwe starter, ila kucheza, ila anaweza akacheza, ila kuwa starter sio lazima. Kwa hiyo sio muhimu, kwa sababu unajua ni kwambie kitu kimoja, hata mchezaji anawekaa benchi muhimu vile vile. mm -hmm. Kwa sababu kuna system siku fulani unaona huyu, labda nikupe weakness yake, kwa sababu usije ukasema hana weakness. Ndio hapo <laughs> Ane, e, kwa saho, umesikia kwa sababu ngwangwambe kitu kimoja, hata u Maxi ukisema hivyo pia na weakness, lakini kwa huwa nichokigundua ni, ni mchezaji ambaye anapenda timu iflow alafu icheze zaidi upande wa mpinzani, ndio utaona ubora wake, yani timu idominate utaona zaidi ubora wake, lakini timu ikiwa inapishana kwenye possession 50-50 anaweza asiwe mchezaji mwenye impact kubwa, manake hapendi migongano, lakini ni kiungo ambaye hapendi migongano, alafu ndio mtu ambaye anatakiwa kuchezesha timu. Kwani Chama alikuwa anachezesha, anapenda migongano, Chama brain. sasa kumbe, umejibu ana brain. Yani wewe unamwona hua hana brain, ana brain, yani, brain. brain kaangalia ile pasi alompigia teba mechi na Azam FC ile ya mzunguko wa kwanza. Afu niambie ana brain yule, so yeah. Bado, ana, bado yani sasa kwa... ngoja nikuambie hapa yeah, ili tuhame kwenye mjadala una Aziski mm. una Chama Kletus hmm. hmm. hmm. kwenye fomu yake unatakao msajili mmoja tu kwenye hmm. hmm. timu yako unaondokana naye kwenye, kwenye ubora wao hapo <gange> kwanza, kwanza, e, kwanza, nta, wa kwanza atakuwa Klatus Chota Chama kwenye ubora wake, maana yake kwenye prime yake alikuwa anafanya vitu ambavyo vitu ambavyo havifikiriki. Maana wewe unaoangalia mpira unaweza kusema pasi anapiga pale, kumbe apigi pale, anapiga kwingine. Kwa hiyo alikuwa na ile akili ya ku, ya kuwadanganya mabeki kwenye kupiga pasi kwake. Umeelewa? Lakini ni mchezaji pia mwenye weakness vile vile lakini eh, kwa upande wake alikuwa ameperform na ni legend kwenye maana alikuwa na faida nyingi kuliko weakness, kuliko weakness hilo, yeah. La jambo la kwanza lakini yeah. Jambo la pili mtu wa pili katika hiyo listi atakuwa Stefan Aziziki. Okay, sawa eh? Yeah. Kwa sababu Stefan Aziziki kwenye prime yake, kwanza ukiachana na msimu uliopita amekuwa top scorer, yeah. Lakini ni mchezaji ambaye ana, anaweza kuofa vitu vingi, yeah. Mwenye alafu ni mchezaji ambaye ana tactical ability ingawaje ma, ma, unajua mchezaji anayetumia mguu wa kushoto mara nyingi anakuwa na limited, yani anakuwa ile ile yani, kwa makocha wengi anakuwa yani, ni mchezaji ambaye yani anamlimit kocha kwenye mambo ya kiufundi, mara nyingi sana. Wachezaji wanaotumia miguu ya kushoto makocha wanaelewa kiufundi, mchezaji anayetumia mguu wa kushoto na kulimit wewe, kwa sababu ni mchezaji ambaye anakuwa predicted, japokuwa ni paka, mgumu ni, yani kitaalamu anasema paka mm, kwenye progression yani, awe amefanya maandalizi yeye mwenyewe, lakini ile pap Mpira unamkuta katika mguu wa kulia kwenye yengo ambayo sio, anakuwa mm, sio sio, yani anakuwa mguu wa kulia yani kwake unakuwa mbovu sana Zip, laki. lakini mind you hapo, mm. hapo wachezaji wenye miguu ya kushoto ni wow, pamoja na kwamba ni predicted, lakini ni huwezi kumzuia kirahisi. Mo Salah alikuwa predicted kwamba ukimpigia mpira kwenye half space atakokota ya kwanza ya pili atau Switch kidogo atakev lakini watu walikuwa wanashindwa kumzuia Bukayo Saka, Bukayo, Bukayo Saka, umeelewa? Kuna kuna wachezaji chungu mzima akina Riyad Mahrez, umeelewa e, lakini pamoja na hayo makocha watakuwa wamezungumza namna ya kuwakabili hata Lionel Messi ni, ni, ni, ni magician wa gula kushoto hmm, lakini alikuwa anashindwa kuizuilika lakini kwenye ufundi tactically.